warning of visa scammers ama signs za visa scammers hello everyone welcome back kwa khp canada leo ikiwa ni siku ingine poa ambao naendelea ama ni the second part of the first video kama will miss how to know the visa and official letter scammers basi Usipitwe na hii ambao ni warning signs of a visa scam. So, najua ni wengi sana ambao wanahitaji kuja Canada na ni wengi sana ambao wanafanya application ya kuja Canada na wengi wanagongwa, wengi wanapitia kwa mikono ya watu wabaya. So, KHP Canada ikiwa ni moja ya channel ya kusaidia watu kuweza kuimmigrate Canada, kuweza uh, kuwaonesha maeneo mbalimbali mbali ya Canada, kuweza kufikiria gisi ya kuanza maisha mapya hapa Canada. Huwa hatutaki kuona watu wakianguka kwa mikono ya wabaya ama watu wakianguka kwa mikono ya walagai. Ndio sababu kubwa ya sisi kuweza kuwa hapa kwa ajili ya kusaidia hayo. Kama wewe ni mpya kwenye channel hii na una ndoto ya kuja Canada, basi utakuwa huko mkono salama na unaweza ukasubscribe kwa mengi zaidi kusudi uwe unapata video nyingi ambazo zitakusaidia na kukuongoza katika safari hii ya kuja Canada, na ushauri mbalimbali ambao utaweza ukawa muhimu sana kwako. Sasa zingine, unaweza kuwa hujatumia moja ya njia ambazo sisi tunaweza tukaprovide ama tunaweza tukakuongoza ndani, lakini bado utahitaji ushauri wetu kwa wewe kuja Canada. Unaweza kuja Canada na hauna mtu wa kukuongoza. Unajua, kila sehemu ukiongozwa na kipofu utapotea, na ukiwa hauna mwongozo ama hauna guide, sometimes unaweza fika, ndio utakuwa na the right information, lakini kuna baadhi ambao utakuwa una miss. So ndio sababu kubwa ya sisi kuweza kuwa hapa, ndio tunaweza kusaidia opportunity yote ambayo, tukisikia huwa tunaongozana na kuonyeshana njia kwa gisi ya kufanya unaweza ukafanya application yako na mengine kadhalika. So kwa sababu ya hayo, tuko hapa pia kusaidia. Kuna wale ambao wamefanya visa application, inaweza ikawa ni visiting visa, inaweza ikawa ni student visa, inaweza ikawa ni work permit, na wote lazima watakuwa wanakuja ndani ya nchi hii ya Canada na usipopitia kwa mkono ya watu salama, ni wewe utaumia na baadaye utalia. So sababu kubwa ya sisi kufanya video hii ni kwa ajili ya wote wenye kuwa na ndoto, wote ambao ready washa apply, na wote ambao wanajipanga ku apply, kuwa makini na kujua ni njia gani ambazo unatakiwa kuzipitia, na ikiwa umeshaanza process ama bado haujaanza process, wakati itakapofika uwe makini na ukikutana na kati ya hizi signs ambazo unaenda kuziongelea hapa, ikiwa ni red signs. kuwa makini sana sababu, unaweza ukapoteza hela zako kwa bure na Canada hautakuja. Nakumbuka furaha yangu ni kuona kila mmoja amefanikiwa kuweza kuingia hapa Canada kwa ajili ya kushughulika, kutafutia familia na watoto ni jambo muhimu sana, ndio sababu kubwa ya kwamba tunafanya haya. So acha nisichukue muda mrefu sana, nataka kuzungumzia red signs ambazo ukikutana nazo wakati wowote, uko kwenye mchakato wa kufanya application, uko kwenye mchakato wa kungoja visa, basi usiweze kumove step moja ahead, sababu utakuwa unafanya mistake na unaharibu muda na pesa. Nadhani tuko pamoja. So jambo la kwanza ambao nataka kuzungumzia ni kuhusu email. Hawa walagai aina gani ya email wanatumia? Most of the time ikiwa ulimiss the right emails ambao wanatakiwa kutumia, basi rudi kufata our previous video. Lakini hizo ambazo walagai wanatumia ni gani? Ukiona na kuandikia from gmail.com, basi jua huyo ni mkora. Hapo tunazungumzia masuala ya visa, ikiwa unangoja visa, ikiwa unafanya application ya visa na majibu ambayo unapata yanakuja kwa mtu ambaye ameandika kwenye email.com, basi jua uko kwa mkono ya walagai. Ukiona naandikwa na yau yau, kwanza ni web ni, ni, uh, yau sijui niite website ama <laughs> ama ni semeaje? lakini yau mostly inatumika na Wafaransa, yau inatumika na Wafaransa. So ukipatana na kitu kama hiyo, jaribu kuwa makini sana. Wakati mwingine, hawa walagai wanatumia Outlook, pia ni njia ya kielektronik ama ya kimtandao ya kuweza kuandika ujumbe ama message, ni kama email, inaweza ikakuja kwa outlook. So ukiona outlook ukiona gmail ukiona yahoo kuwa makini sana ama njia uh, zingine zote ambazo wanaweza waka provide tofauti na zile ambazo niligusia hapo mwanzo, kama canada.ca gc.ca canada.ca canada vitu kama hizo. So ukiona tofauti na hizo uone tu hizo ma ya huu gmail kuwa makini sana. Jambo lingine ambalo ni muhimu zaidi, ukiona pua grama kwa hiyo barua ambayo umeandikiwa inaweza ikawa ni decision ya visa, ama inaweza ikawa ni njia ya kukwambia ulipie for your visa process, lazima uwe makini sana, lazima uwe makini sana sababu hapo utakuwa unagongwa. Njia nyingine ambao wanatumia wakati unataka kulipa, watakwambia utumie Western Union, watakwambia utumie Mpesa, watakwambia utumie MoneyGram, watakwambia utumie pengine inaweza kawa hizo ma crypto. Eh, cryptocurrency. Sometimes wanakwambia utalipa via to cryptocurrency. Zote ni ma online wallet na ma njia ya kureceive pesa ya kielektronik, ndo maana lazima kuwa makini sana. Ukitaka kufanya malipo yoyote, lazima ipitie kwa portal ya IRCC na unapewa receipt. So ukiitishwa kwa kona, kwa njia kama hizo, basi jua hapo utakuwa hauko kwa mkono salama. Nasisitiza sababu kuna wengi ambao wamepitia haya. Kuna wale ambao walifanyikiwa kunijulisha mapema na nikawakataza. Kuna wale ambao walinijulisha kama washafanya wakati wanaona huyo mtu hajibu tena sababu once ushatuma pesa watanyamaza, watakaa kimya na hawata kujibu tena kwa message nyingine yoyote. Si so, washapata kile ambao walikuwa wanatafuta. Hawana haja na wewe, hawana kazi na wewe tena. So lazima kuwa makini sana ama unaambiwa uh, unafaa kucontact huyu, pengine ndio supervisor wetu, pengine ndio manager, pengine sijui nini uh, immigration consultant, lakini anakwambia umpigie kwa njia ya WhatsApp no. Juu kwanza mzungu mwenyewe apokeagi WhatsApp call ya namba mpya, especially ya nje, sababu hata ya hapa ndani huwa anashindwa kupokea. Na wakati mwingine nimekuwa na nimeshuhudia. Kwa wengi, anapigiwa normal call na namba ambayo ni mpya, anasema hii namba sijui na sina appointment na mtu, kuliko kupokea simu anakata na anablock hiyo namba directly, hataki kujua ni nani, as long as hana namba yako, hana trust na wewe. sasa uniambie mtu anakwambia pigia hii WhatsApp call sasa wale ni wale wakora ambao wanajua ako biashara so simu yoyote ikiingia mpya, hiyo ni deal lazima apokee sababu wanajua wanataka kugonga mtu hapo. Kuwa makini sana na haya o, tuende kwa Telegram, o, tuende kwa Facebook. No, no. So nini unatakiwa kufanya instead? wakati ambao unakutana na watu kama hawa unatakiwa kufanya nini? ama Uh, ukiwa hauko shua na watu ambao unakutana nao kama ni wa kweli ama ni wagongaji ama ni walagai, nini ambao unatakiwa kufanya? Jambo la kwanza, unaweza ukashare hiyo information na mimi, kama utakuwa na ule uhuru, wakati unapata kitu kama hiyo, unaweza ukaniandikia bia hoya, nimekutana bwana, KHP, nimekutana na watu hapa hivi na hivi wameniahidi kazi ama wameniahidi visa ama wamenipea kazi na wanasema ya kwamba wanaweza wakanifatia mchakato nipate visa, kwa hiyo nitume pesa fulani. Kwa hali kama hii, ama email ambayo waliandika ni hii ya kusema hiki na kile, ikiwa ni jambo ambalo hauko shua nalo ama unaona hawa unawashuku basi jaribu kushare na mimi hiyo information, na mimi nitaweza kuona vile ambavyo nitakusaidia unaweza ukaniandikia kwenye comment section, unaweza ukareact kwenye group yetu, ama unaweza ukaniandikia personal na uniambia kwamba niko na shida ya hii na hii, nione vile ambao naweza nika litatua. Huwezi ukapost pia vitu kama hizo uh, vyote kwa comment section, haitakuwa vizuri. Kuwa makini sana. Na jambo lingine, nilisema ya kwamba wakati ambao unafanya visa application lazima utakuwa na akaunti ya IRCC. Ikiwa uko kwenye process usha uko na unafanya visa application na haujui kama uko na account ya IRCC, basi jua ya kwamba account iko, pengine yule ambaye anakushughulikia ndio anajua ilo account na ni yeye ndio anasomaga updates zako. Lakini ikiwa ni wewe mwenyewe unahitaji kufuatilia, ni rahisi, utaweza kufuatilia kwa njia hiyo na unaweza kujua mengi hapo ambao yanaendelea, so lazima uwe na account ya IRCC. Na ikiwa kuna account ya IRCC na unafuatilia application yako ama hujui, jua ya kwamba kila update na information itapitia hapo, kuhusu payment itapitia hapo, decision utapata hapo. Lakini ukipata decision kwa mtu wetu, unajua siku hizi watu ni wajanja, mtu anaweza kutumia email, hajui kama wewe uko kwa process, lakini mtu akwambie ndio hivyo viza yako imetoka, unatakiwa kutuma pesa fulani kwa email fulani, ama kwa njia fulani, pesa ikuje, alafu utapata viza yako chini ya wiki moja, chini ya siku mbili, unaona na wewe, sababu ulikuwa unangojea habari kama hiyo, utatuma. Mimi nimeshuhudia wengi ambao iko kwenye harakati ya kutuma pesa, na anapata email, message ya kusema ya kwamba tafadhali usitume kwenye namba hii hii namba iko na deni ama hii namba iko na shida kidogo, basi badilisha unitumie kwenye hili, na unapata mtu anatuma, so wewe una expect kutuma pesa. Unajua wajinga wanatumaga hizo message ovyo. Sasa inaweza kukufikia wakati ambao uko kwenye harakati za kutuma pesa na unasema oh, si nataka kumtumia yeye pesa, basi itakuwa ni yeye ndio ameamua ni mtumie kwenye namba hii. Sasa hivyo hivyo ndio pia wao wanafanya. Kuna wale wanafanya ya kubahatisha na kuna wale ambao watakudanganya kwa njia ya kazi alafu ndio waanze kukugonga kwa njia hiyo. Ijapokuwa hakuna kampuni ambalo litakuitishia kazi na wakwambie ni wao watakusaidia, watakufanyia process ya visa process ambayo wao wanaweza kusaidia nayo ni kukupea barua ambayo itakufanya wewe uonyeshe mahali upo na ikurahisishie kwa wewe kufanya application ya visa ama kwa wewe kupata visa haraka. na ukipatana na wakora kama hawa unatakiwa kufanya nini? Sababu kumbuka, lazima usaidike kusudi usizidi usi, ukiibiwa ama kusudi, kusudi uokoe pia ndugu yako ule ambaye atakuwa hakubahatika kuona video ya KHP Canada, na inaweza ikamfanya aanguke kwenye mtego. Lazima ujue ya kwamba hao wakora unaweza kuwaripoti. Nazani tuko pamoja. So, ukiangukia watu kama hao unaweza ukawaripoti na mahali unaweza kuwaripoti kuwa ni kwa Canadian Anti Fraud Center. Ukiandika tu Canadian Anti Fraud Center utaweza kupata njia muhimu ama mubadhala. Is it mubadhala? Tusikuje kuharibu Kiswahili tukifikiri tunachonga hapa. Ambayo itakusaidia wewe kuweza kuripoti hawa watu tuzuie hiyo ujinga kusudi wasikuibie, wasikuje kuibia ndugu yako. We unaweza kuwa uko na information lakini ndugu yako hana information. Hana information yoyote, ambaye atakuwa hana information watamwibia, na we unaweza kuwa haujui. Lazima kuwa makini sana na haya ambayo unayozungumza, na uweze kuyazingatia juu uweze kukusaidia usiweze kuanguka kwa mkono ya watu wabaya. Nadhani tuko pamoja. So kama information hii umeiona muhimu basi kumbuka kulike video hii na unaweza ukashare na mwingine ambaye unajua inaweza kumsaidia. Na ikiwa wewe ni mpya kwenye channel hii kumbuka kusubscribe. Huwa tuna share fursa za kuja Canada na habari muhimu kama hizi ambazo zinaweza zikakusaidia. Na unapofika Canada, nini ambao unatakiwa kufanya yani advice kuhusu nchi hii na vitu nyingi ambazo zinaweza kufanya kuwa pia successful ndani ya nchi hii sababu kumbuka, ukienda pahali ambapo haujui unatakiwa kujifunza mambo mbalimbali kuhusu nchi hiyo, aswa kwa sisi ambao tunatoka Afrika. Nchi hii ama maisha ya hapa na hali zote, sijui nini ambayo naweza nikalinganisha na kwetu nyumbani, lakini vitu za huku na za kwetu ni tofauti kabisa. Bila kujifunza vitu nyingi, unaweza ukaingia na ujipate ulikuja uli kumesap ukaharibu maisha yako ya baadaye. Kwa hiyo tuwe makini na tuendelee kufuatilia KHP Canada channel yetu ya nguvu, itaendelea kutusaidia kwa mengi zaidi. So kama wewe ni mpya, kumbuka kusubscribe na ulike video hii. Acha tupatane tena wakati mwingine tukiwa live ama tunapoachilia video mpya. Kumbuka kila Saturday mida ya saa mbili jioni, ikiwa ni East African time, huwa tunakuwa live kwa ajili ya kujibu baadhi ya maswali na kuongozana kwa aina mbalimbali mbali ya vile ambavyo tunaweza kwa ajili ya watu kuweza kuja Canada. Thank you and have a lovely and wonderful time.